Mkate wangu wa sinia huu, nimeupika na oven. Muona mlaini, nasubiri upoe niutoe. Tayari usha ushachana, ushaanza tayari, ushatoka huu, bado upoe. Mwona mlaini, nasubiri upoe ni ukate, muuone ndani. Leo naupika na oven, leo nimeupika kwa oven Aya, tusubirini ah, poe ni ukate muone. Mkate wa sinia tabika kwa oven leo. Hivi vikombe vetu vya mchele, maji zangu mbili za mchele nimesok overnight, nimehakikisha nimeuchunga, maji wasiki hauna maji hata tembe, na mimi na hapa katika blender. Wakikisha mchele wako hauna maji kabisa, umekauka maji kabisa, umeusok overnight Natia na kikombe changu, hii magi ndio nimetumia kupimia mchele. Nimepima mchele vikombe viwili, hii magi napima nayo pia sukari, kikombe kimoja, sukari kikombe kimoja. Na mimi na hii ni iliki yangu cardamom. Natia hapo. Hamira natia one tablespoon. One tablespoon. Nati hapa ndani. Amira ni yeast. Hii ni tui langu la nazi kikombe kimoja, tui bila maji. Hii ni tui bila maji, nimekamua nazi yangu nikatoa hii tui. Nati hapo kikombe kimoja. Hichi kikombe changu cha pili, lakini nimeweka maji kidogo nikakamua, ndokapata hichi kikombe cha pili kwa maanake mepata nazi si kavu na zenye ilikuwa si kavu natia hapo. Hapa hapa ninatia mchele vikombe viwili, sukari kikombe kimoja, uh, iliki one tablespoon na yeast ambayo ni Amira one tablespoon. Haya, twafunga tusage. Leo mkate wa sinia nitaupika na oven, ndo first time yangu kupika na oven, nataka nijaribu na oven Atusage mchele. Naangalia mchele wako kama umesagika. Tusage tena kidogo, tumeusikia unachenga kwa mbali. Tusage tena mchele. Wetu ushasagika, mimina katika dishi. Mimina katika dishi lako. Mimina katika dishi lako Ushasagika kabisa hauna chenga, hauna chenga chenga kabisa, hauna hata chenga. Uh, utaufinika. Ukishaufinika after 30 minutes, 30 minutes to 35, utakuwa ushafura, usha double size, utakuwa umefura, umefika hapa. Uh, tuchome kwa oven leo, tutapitwa pika mchele wetu. Uh, leo tutapika mkate wetu wa sinia kwa oven leo, na kwa watu wengi walikuwa niuliza Kwani huwezi kupika kwa oven? Kwani huwezi kupika kwa oven? Waweza ni kubalance ni niwe mwenyewe vile utakavyobalance moto wako kwa oven. Kwanza waupika juu kwa jiko la gesi, alafu kufinika juu j waupika kwa jiko la gesi, alafu tutaufinika kwa oven, yani tutauweka kwa oven ukauke juu. Ah, tuendelee na process sasa, naenda kuweka huu ufure u double size, kwa manake ukifura utafika mpaka hapa juu, u double size. Alafu tuendelee na prosesi. Naona huu hapa uko tayari, mini yetu wa um mcheli mkate wa sinia wetu, mixing yake ya, ya mkate wetu wa sinia. Uh, tuende tukaufinike, after 30 minutes tutakuwa ushafura. Haya, unga wetu ushafura huu mm -hmm. fura huo. Sasa unaukoroga unahakikisha unakaa, mapovu yote yanarudi chini. una koroga tubandika sufuria yetu kwa jiko, unahakikisha sufuria yako unaacha ipatie moto vizuri Watia mafuta, mafuta hapo kama two tablespoon. Watia hapo, unaacha apate moto vizuri. Mafuta yetu yashapata moto, twamimina Namimina, unapunguza moto, unaweka moto wa chini kabisa. Unapunguza moto, unaweka moto wa chini kabisa. unafinika mchele wako. Tufungue tuangalie mkate wangu mkate wetu, uko tayari ushaiva. So, twaweka chini upate rangi juu, twaweka chini upate rangi masha hmm. Oven moto wa mia mbili kwa dakika kama thelathini utakuwa ushapata rangi juu.